Habari na karibu. Leo tunaangazia faida muhimu za mwani katika afya ya mwanadamu, na hasa madhara yanayoweza kujitokeza pale tunapokosa katika Lishe yetu ya kila siku. Mwani ni chakula kutoka baharini chenye virutubisho vingi sana, lakini mara nyingi hupuuzwa. Tuangalie kwa undani. Utakuwa nami Dr. Rucas, lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama arama ya kengele ili tuwe kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Karibuni, karibuni sana Mwani ni nene? Mwani ni mmea wa majini unaopatikana zaidi baharini. Mfano wake ni kama seaweed, chlorella. Huu ni chakula cha asili kinachopatikana kwa wingi Asia, hasa Japan, Korea na China. Mwani una madini muhimu kama iodine, ni chuma, calcium ziki, pamoja na vitamini A, C L na K. Pia una antioxidant ambazo hupigana na sumu mwilini. Je, ni yapi madhara ya kukosa mwani mwilini? Namba moja, upungufu wa iodine. Mwani ni chanzo kikubwa sana cha iodine. Kukosa iodine kunaweza kusababisha matatizo ya tezi ya thyroid kama goita, kuchoka sana, kupungua kwa nguvu au kuongezeka uzito bila sababu. Madhara mengine ni matatizo ya ngozi na nywele. Vitamin na madini yanayopatikana kwenye mwani husaidia afya ya ngozi na nywele ukosa virutubisho hivi kunaweza kuleta upungufu wa mng'ao wa ngozi, kukauka kwa ngozi na nywele kukatika katika kukatikakatika ama kudhoofika. Na namba tatu, upungufu wa kinga mwilini. Mwani una antioxidants zinazosaidia mwili kupingana na maradhi. Bila mwani au virutubisho vyake dhaifu kupambana na magonjwa hasa yale ya kuambukiza, na pia matatizo ya umeng'enyaji wa chakula kwani mwani una nyuzinyuzi ama fibers ambazo husaidia katika usagaji wa chakula. Kukosa fibers kunaweza kuleta tumbo kufunga, constipation, gesi na kuvimbiwa. Huku namba tano, kupungua kwa nguvu na uhai wa seli. Mwani una madini kama chuma na magnesium ambazo husaidia katika uzalishaji wa nishati mwilini. Kukosa haya kunaweza kufanya mwili uhisi kuchoka haraka, kuwa na hisia za huzuni. Je, unatambua ni kina nani walio hatarini zaidi? Watu wanaokula vyakula vya viwandani sana, wasiokula vyakula vya baharini, au walioko maeneo yenye wa udongo usio na madini ya iodini wako kwenye hatari zaidi. Pia watu walioko kwenye lishe mboga tu Gans. wanaweza kukosa baadhi ya madini yaliyopatikana kila hisi kupitia mwani. Kwa kumaliza, mwani si tu chakula cha kawaida, ni hazina ya afya. Kukosa kutumia mwani mara kwa mara kunaweza kuathiri mfumo mzima wa mwili. Hivyo basi kama una nafasi ya kujumuisha mwani kwenye lishe yako, iwe kwenye supu, saladi au kama virutubisho basi, ni jambo jema kwa afya yako ya muda mrefu. Pia je, una uhitaji wa bidhaa hii? Usisite kabisa kunitafuta katika namba ambayo inapita katika skrini yako, na uzuri wa bidhaa hii, tunatuma mikoani kote, na upatikanaji wake kwa gharama ni gharama nafuu sana, ambazo kila Mtanzania ana uwezo wa kuzimudu. Asante kwa kusikiliza, kuangalia. Usisahau kushiriki ujumbe huu ili wengine pia wanufaike.